Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema, kimewataka wafuasi wake wiki ijayo kujitokeza kwa idadi kubwa katika mahakama ambayo mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu atafikishwa akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, licha ya onyo la polisi dhidi ya mkusanyiko wao. Juma mmoja lililopita, Tundu Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, kesi ambayo imekosolewa vikali na mashirika ya ndani na yale ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara, naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche amewataka wafuasi wao kufika katika mahakama tarehe 24 ya mwezi huu kama njia moja ya kuonyesha mshikamano na Lissu. Chadema kinamtuhumu rais Samia Suluhu Hassan kwa kutumia mbinu za mtangulizi wake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Siku moja kabla Heche alikuwa amewataka wafuasi wao kujiepusha na vurugu zozote na kuwataka pia kufunga kitambaa cheupe kwenye mkono wao kama njia mmoja ya kuonyesha amani. Polisi kwa upande wake imewaonya wanaopanga kukusanyika nje ya mahakama, ikiutuhumu upinzani kwa kuchochea vurugu.